Yeah, utamaduni huu ndio utamaduni sahihi wa kujisemea unajua binadamu tumekuwa na roho mbaya sana ya mwenyewe Mungu anasema usipojisemea hakuna mtu atakusemea anasema hivyo kwa hiyo ukiona mtu katengeneza kitabu cha yale aliyoyafanya maanake amejisemea ili siku akiondoka msimsahau mapema. Nake tuna kawaida ya kuwasahau watu wanapoondoka. Sasa kaacha kitabu ili tukisome kwa yale aliyofanya. Kiufupi amejisemea aliyofanya. Na kwa nini amejisemea? Si kwamba hawako watu wakusema wapo watu wa chini yake ambaye tunasema mazuri yake nini na nini, lakini yeye kama kama mufti ameona haitoshi, hebu akasome watu tuseme, ameongea mwenyewe kujizungumzia habari yake. Ee, manaake siku hizi binadamu kawaida yetu hatuyazungumzi mazuri ya watu, tunapenda kuzungumza mabaya Yaani, mtu anaweza kuwa na mazuri mengi, lakini tunatafuta baya, amekosea wapi?